Yes, kwa dakika chache tuweze kujadili kuhusiana na hili swala ambalo maeneo mengi sana limekuwa gumu kulitatua. Mtoto akizaliwa akiwa amekufa, kiujumla sio kwamba naku amekufa, ila mbinu za kurejesha uhai wake zinakuwa chache. Kwa wenzetu huwa wanahangaika na mtoto mpaka arejeshe uhai. Kama unavyoona hapo huyo daktari anampiga huyo mtoto, anampigapiga ili aweze kumshtua uhai wake urejee. Lakini kwa hospitali nyingi za Kiafrika, basi mtoto akizaliwa hivyo tu basi, mama amebeba mimba ya miezi tisa bure. Yani hiyo hujue ndio ameenda hivyo, wanakuwa wana namna ya kurejesha uhai wake. Sasa akatoto kadogo ka binti, katoto kadogo ka kike, aka kazuri, lakini hivyo unaona naanguka yani, ni kama hana uhai kabisa, lakini unaona jitihada daktari anavyopambana mpaka uhai urudi, anapambana. Sijajua kwa madaktari wetu wa Afrika wana moyo kiasi gani wa kupambana na uhai. Kwa wenzetu uhai wa mtu ni kitu cha thamani mno, ila sio kwetu Tanzania. Tanzania na Afrika. Yaani, kwetu sisi mtoto angezaliwa hivyo, basi kitu pekee ambacho mama angepewa ni taarifa ya kwamba bahati mbaya sana mtoto amezaliwa akiwa amekufa, e. Lakini angalia kwa wenzetu, wanaendelea kumpambania, hawaridhiki kwamba mdu eh, amekufa. Pana, wanajua kwamba kuna namna wanaweza kafanya katoto kakawa hai tena wezi amini akakatoto huyu daktari alikapambania kwa bidii mpaka kaliamka. Kaliamka! Hebu kaangalia jinsi anavyoendelea kupambania hapo. Kwanza tu na moyo sana, sijajua sisi kwetu ndio, ndio karibu na kuzimu. E, yani kwetu ni kama karibu na kuzimu, sisi ingekuwa imetoka hiyo Kine, angalia kakatoto, daktari wakapambania. Mimi nawashauri madaktari wetu Tanzania na Afrika, kama kuna kwa kuna uwezekano kuna, tujaribu kuangalia namna ya kupambana kurejesha hayo toto. Ana kanaamka, kanaanza kulia, lakini kalizaliwa kamekufa, eti ako kama amka. Sijajua tunajifunza nini, Tanzania, tunajifunza nini kwenye kitu kama hiki? Nimeona kipindi hiki, hasa huu mwaka ishirini na tano huu Watoto wengi wamezaliwa wanakufa, mama anapewa taarifa amekufa, kunakuwa kuna namna jitihada ya kuweza kuwapambania. Inawezekana miundombinu yetu bado dhaifu, lakini kwani rasilimali zetu tusihangaike kuzitumia kuwekeza sana kwenye sekta ya afya? Yamkini mzazi angebeba mimba miezi tisa, angezaa mtoto angekuwa hai. Sijajua, unaweza kavaa viatu vya mama ambaye atakuwa amepoteza mtoto aliyembeba kwa miezi tisa. Jaribu kuvaa viatu vyake, bebe mimba miezi tisa, afu daktari anakuambia mtoto amefariki. Ah, jamani, Mungu asaidie madaktari wetu. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.